Wa muda tayari imetimia saa mbili kamili za usiku. Ifuatao ni taarifa ya habari kutoka redio Kwizera FM. Msomaji ni Rehema William Rotora na kwanza ni muhtasari wake. Mgombea urais kupitia chama cha NLD Doyo Hasani Doyo ameahidi kwa endapo atapata ridhaa ya kuongoza taifa atapitia upya mikataba ya uwekezaji katika sekta ya madini nchini. Maafisa wa mamlaka ya mapato TRA mkoa wa Kagera wameshauriwa kuendelea kutoa elimu ya mlipa kodi kwa wananchi. Na Burundi imeadhimisha miaka 64 tangu kuuawa kwa mwasisi wa taifa hilo Louis Rwagasore, kiongozi aliyejulikana kama kinara wa demokrasia nchini humo. Habari kamili. Shinyanga, mgombea urais kupitia chama cha NLD Doyo Hassan Doyo ameahidi kuendapo wananchi watampa ridhaa ya kuongoza taifa atapitia upya mikataba ya uwekezaji katika sekta ya madini nchini. Doy ametoa ahadi hiyo leo akiwa wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga kwenye mkutano wake wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya kituo cha mabasi CDT. Amesema mchakato huo utafanyika ndani ya miaka mitano ya uendeshaji wa nchi, kwani ni mchakato unaohusisha masuala ya sheria, ukilenga kuondoa changamoto ya ajira kwa kutanua fursa ambazo hazipo kwa ajili ya watu kupata cha kufanya. Ametolea mfano wa nchi Falme za Kiarabu wanaotegemea uchimbaji wa dhahabu na gesi, lakini maisha ya wananchi wao yanaonekana kuwa bora, tofauti na wana Shinyanga kuwa na madini, lakini bado wanakabiliwa na umaskini mkali amesema endapo atagundua mikataba hiyo haina maslahi kwa Watanzania ataivunja na kuwaondoa wawekezaji wote kwenye migodi husika na kuanza ili kuhakikisha rasilimali za nchi zinanufaisha Watanzania wote. Chato, aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kanda ya Victoria, mbunge mstaafu na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho bwana Ezekia Wenje ametangaza kukiama chama hicho na kujiunga na chama cha mapinduzi CCM. wenji ametangaza maamuzi hayo leo kwenye mkutano wa kampeni za mgombea urais wa CCM Samia Suluhu Hassan Chato mkoani Geita, na kupokelewa na katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro, akimpongeza pia Dr. Samia na chama kwa kuendelea kukisimamia amani na utulivu wa Tanzania. Aidha, wenji ameonyesha masikitiko yake kwa kile kinachohamasishwa kuelekea Oktoba 29 akisema maandamano hayo yanaandaliwa na watu ambao hawapo Tanzania wao na familia zao, akiwataka Watanzania kutafakari kwa kina kuhusu swala hilo la maandamano. Ni dhahiri kwamba kazi ambayo CCM imefanya tangu tupate uhuru, undisputed ni swala la nchi yetu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 Bukoba. Maafisa wa mamlaka ya mapato TRA mkoa Kagera wameshauriwa kuendelea kupanua wigo wa kutoa elimu ya mlipa kodi kwa wananchi ili wapate ufahamu zaidi juu ya umuhimu wa kulipa kodi. Ushauri huo umetolewa na baadhi ya wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali katika manispaa ya Bukoba mkoani humo, wakati wakiongea na redio Kwizera, ambapo wamesema kuwa baadhi ya wafanyabiashara hawana elimu ya kutosha juu ya umuhimu wa kulipa kodi. Miongoni mwa wafanyabiashara hao Bwana Salum Abubakari pamoja na Bwana Claudiani Kanono wamesema elimu kitu muhimu ambacho kimeleta chachu kwa wafanyabiashara kulipa kodi, kitu kilichosababisha kupanda kwa makusanyo ya kodi. Kwanza ni ule ukaribu walioujenga na mahusiano mazuri na wafanyabiashara, lakini mbali na hivyo, kuna mbinu mbalimbali ambazo wameziunda. Wanatembelea wafanyabiashara duka kwa duka, wanatengeneza makongamano, kwa sababu elimu ndio kila kitu. Hata kwenye ibada uweze ukaingia kwenye ibada mpaka uena elimu ya ile ibada, unapoona wana naifanya na Mwenyezi Mungu anataka upate elimu ili umjue Mwenyezi Mungu vizuri, na ndio utamwabudu vizuri. Kwa hiyo kusanyo mapato yameongezeka kutokana na watu kupata elimu katika swala zima la ukusanyaji kodi kwa sababu elimu ndio kila kitu. Kwa upande wake, meneja wa TRA mkoa wa Kagera Bwana Castro Juni amesema kutokana na elimu ambayo imekuwa ikitolewa mara kwa mara, imeongeza mwamko wa ulipaji kodi kwa wafanyabiashara na kuleta mafanikio makubwa katika makusanyo ya kodi. Kwenye kota ya kwanza ya mwaka wa fedha uliopita, lengo letu lilikuwa ni kusanya bilioni 39 1.57 na tuliweza kukusanya bilioni 44.13, lakini ukompea na sasa hivi ukusanyaji wa bilioni 57.71, hii inapelekea ukuaji wa asilimia 31 na moja. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura. Burundi imeadhimisha miaka 64 tangu kuawa kwa mwasisi wa taifa hilo Louis Rwagasore, kiongozi aliyejulikana kama kinara wa demokrasia nchini humo. Maadhimisho hayo yamefanyika katika ibada ya misa takatifu iliyofanyika katika kanisa Katoliki la Regina Mundi jijini Bujumbura, ambapo askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Bujumbura Anatori Rubelinyange amesema Burundi inapaswa kupiga hatua zaidi katika kuheshimu haki za binadamu. Miongoni mwa mambo yaliyopigania hayati Rwagasore ni kulani uwepo wa wakimbizi ndani na nje ya taifa, kupinga mauaji pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu. Aidha, askofu Ruberi Nyange amesema hata rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amekuwa akisisitiza umuhimu wa mshikamano na kuhakikisha hakuna tena damu ya raia itakayomwagika nchini. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Bujumbura bwana Aloisi Ndeikengurukie amesema siku hiyo inawakumbusha wananchi kuwa na busara na ujasiri kama vile wa hayati Rwagasore. Amesema sifa hizo zilichangia kuimarisha nchi katika umoja na maendeleo, hivyo ni wajibu wa kizazi cha sasa kuviendeleza kwa manufaa ya taifa. Gaza. Israeli imewachia uhuru wafungwa kadhaa wa Kipalestina chini ya mpango wa makubaliano ya usitishaji vita Gaza. Umma mkubwa wa Palestina umejitokeza katika mji wa Ramallah, ukingo wa Magharibi, katika mamlaka ya Palestina wakiwapokea wafungwa waki Palestina, wa Kipalestina walioachiwa uhuru na Israeli hivi leo Jumatatu chini ya mpango wa makubaliano ya kusitisha vita Gaza wa Palestina walioachiwa huru walionekana wakiwa na furaha wakipokelewa na jamaa zao, huku wengine wakionekana kushindwa kutembea wenyewe bila msaada wakati wakiteremshwa kutoka kwenye basi. Mamia wa Palestina wamesikia wakimshukuru Mungu baada ya kuona wenzao waliokuwa wanashikiliwa katika jela za Israeli. Miongoni mwa Wapalestina watakaoachiliwa wa chini ya mpango wa usitishaji vita Gaza ni pamoja na maafisa 250 wa usalama wakiwemo walioshtakiwa kwa mauaji ya Waisraeli pamoja na 1700 waliokamatwa na jeshi la Israeli katika ukanda wa Gaza wakati wa vita. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mgombea urais kupitia chama cha NLD Doyo Hassani Doyo ameahidi kuwa endapo atapata ridhaa ya kuongoza taifa atapitia upya mikataba ya uwekezaji katika sekta ya madini nchini. Maafisa wa mamlaka ya mapato TRA kwa Kagera wameshauriwa kuendelea kutoa elimu ya mlipa kodi kwa wananchi.